Ma, haya, haya salatina, misi, musuhana, bakala, <laughs> abadisi, ya thalathini na nne ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akamalizia kisura kwa kuonyesha mifano ya mambo ya heri ambayo mwanadamu hawezi kuyaweza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, aiwa mambo mengi ya heri ya lahera ambayo sisi hatuyafanyi sana kufei

Anazijua zilizomo ndani ya matumbo ya mzazi, ajua vipi atakea, namtuza ni mwanamume au mwanamke, ndiye atakuwa mwema atakuwa mwovu. Ndio wala yaalamu wahida min athalatha ghaira llah, hakuna anaua moya katika hayo matatu sikokuwa ni Allah. Mambo matatu yake haya zunatagulia kuya